Yes, habari gani, ndugu wapenzi watazamaji wa Maisha ya Urusi. Back in the game. Niliwaahidi kwamba kwenye ile comment ya mtu ambaye aliuliza kama unaweza ukapata mwanamke wa Kirusi ama mwanamke mzuri. Nikasema bwana, kuna sehemu moja itabidi nije niende ili niweze kuwachukulia hii content ambayo rafiki hapo aliuliza kwenye comment section. Sasa ndugu zangu kwenye Maisha ya Urusi niliwaambia kwamba nitakuwa na, na wapati, nawapatieni videos ambazo ni live bila chenga na nitakuwa nawaelezea vitu vingi sana e, kwa uwazi sasa. Uh, unapozungumzia swala mahusiano uh, kwa uelewa wangu mimi navyofahamu ni kwamba haya mambo yanakuaga na tamaduni zake. Lile swali lilivyoulizwa uh, kama unaweza ukapata mke ni kweli unaweza ukapata mke, kupata mke vizuri tu bila shida. Na kwa huku bwana, kuna haka katamaduni haka. Hapa nataka nikuoneshe hapa, nipo kwenye park hapa na nataka nikuoneshe hiki kitu kimoja hapa, kama unavyoona, kuna hii park hapa. Of course, tanisamee hali ya hewa ndo kama hivyo. Niliwaambia tunatoka sama tunakwenda winter, kwa hali ya utulivu kama hivi baridi imeshaanza kuja kutosha, na miti inakauka kama hivyo. Naona e, nani bwao lenyewe limeshakubali kwa hiyo sasa, kuna haka ka utamaduni kwamba unapokuwa umepata e, mchumba umefikia stage ya kuoana e, kuja kuweka e, mikufuli kama hivi. Sasa kuna kitu kimoja ambacho nilikuwa na kistadi, kuna kufuli kama hizi unakuta ziko mbili hivi, kuna kufuli inakuwa moja hivi kama hii hii hapa iko hii moja naona, hizi hii nimeshaangalia ya, hizi ziko mbili pia, nimeandikwa toka elfu mbili na ishirini na moja, hii. Hii toka elfu mbili na ishirini hapa toka elfu mbili na ishirini hii hapa haijaandikwa mwaka na yenyewe ziko mbili. Na hizi ziko mbili, hii iko moja, ziko mbili. Sasa nilikuwa najiuliza kitu, hizi zinamaanisha nini? hizi hapa zinamaanisha nini? Sasa eh, kwenye makala ambayo nilisoma kuhusiana na hii hapa lakini pia uh, nitakuja ku, kuwauliza wazawa wenyewe uh, ili waweze kuniambia kwa maoni yao na kwa jinsi ambavyo wanafahamu haya mambo ili watakapo uh, tuelezea vizuri ni nini mantiki ya kuweka kufuli mbili ama kuweka kufuli moja, lakini kuna sehemu pia nilipita nikakuta wameweka kufuli kubwa moja, imebebeshwa kufuli mbili ndogo ndogo. Sasa sikujua zinamaanisha nini, lakini kukua, kwa article ambayo nilisoma inaonesha kwamba ukikuta kufuli moja maana yake hawa watu eh, walikuwa na mahusiano, lakini wameachana. Alafu utakapo uh, kuta kufuli moja na kufuli moja ndogo, hawa watu bado wana mahusiano. Sasa uh, kitu kingine ambacho nikaanza ni kujiuliza na hii ambayo imewekwa kufuli moja kubwa na kufuli mbili ndogo ndogo itakuwa inamaanisha kitu gani, ama hivi vitu vina uhalisia kitu kiasi gani? Uh, oh, wow. This place is really nice. Ona, matawi yameshuka. Uh, sasa tuendelee na mada yetu uh, process inayofanyika pale baada ya kuwa wamefunga zile kufuli Kinachofuata huwa ni wanachukua zile funguo mbili wanazitenganisha, alafu wanazitupa kwenye maji, na ndio maana uh, design ya, ya kufuli kama hizi uh, yani jinsi ya kufanya connection zao kama hizi hapa huwa hawaji sehemu ambapo hamna maji kwao, wanakuja kuweka kwenye hivi daraja ambavyo vimewekwa kwenye parks ama inakuwa uh, kwenye daraja kubwa ambalo limevuka mto, na serikali inatambua hicho kitu ambacho kinafanyika ni cha kitamaduni. Na ndio maana hata kama e, wakijenga daraja kubwa lenye urembo wa uh, namna gani hauwezi kukuta pale wameweka restriction ya kitu kama hiki kwamba usifanye kitu kama hiki sababu wanajua hiyo ni culture, ni tamaduni yao. Sasa sijajua kwa nchi zingine kama wana tamaduni kama hii hapa, lakini mimi nafahamu tu hii tamaduni nimekuja kuiona hapa. Kibongobongo tunajua kuna ile uh, kuchanganya damu si vitu kama hivi kibongobongo. <laughs> Okay, tuachane na hii hapo. Uh, content yangu ya leo ndo hii hapo. Bado tunaendelea kuisubiri winter ambayo inakuja sasa hivi hapa, muda si mrefu barafu itaanza kushuka. Na kwa kawaida barafu wali kianza kushuka hapa huwa kuna chafuko kote hapa, kuna kuwa kweupe hapa. Nitawaletea ni videos hapo, nitawaonyesha michezo ambayo inafanyika eh, mazingira huwa yanakuwa eh, katika standard ya namna gani. Kwa kwa makini yeah. Kwa wa sana. Kwa kama ikiwa ni mara yako ya kwanza tufuatilia kupitia channel yetu hapa, maisha ya Urusi. Mimi ni Drak MC niko Moscow hapa, hivi ninakuletea vitu live kabisa bila chenge bila kuedit wala nini. Kwa asante sana kutufuatilia na kuomba unisupport, subscribe like and comment kwenye video ambazo nitakuwa na post hapo hivi. Hala